Mheshimiwa mbunge kwa jina uh, mimi ni Thomas Mohori. Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa diwani, la kwanza kabisa naomba aliyezungumza mwenyekiti yachukuliwe kama miongoni mwa kero, maana mwenyekiti amezungumza mambo matatu, shule zanati na daraja Mheshimiwa mbunge, umezungumzia wabunge wengi, kwa sababu lina kumbukumbu kumbu nyingi. Ninafahamu alifika gavana wa mwisho wa Kiingereza Saricha Tanbo mwaka 1960 nikiwa darasa la pili alitamka maneno mazuri sana na yake Tanganyika kwa njia ya amani. Mwalimu Nyerere is the prime minister ni jengo moja muhimu sana kwa kumkumbuka. Mwaka elfu moja mia tisa na sitini na nne Mwalimu Nyerere aliweza kufika katika jengo hilo, na nanukuu maneno machache ya Mwalimu Nyerere mwaka sitini na nne alisema, wakoloni walitufanyia mambo mengi mabaya, lakini mazuri tu yenzi. Kwa hivyo jengo hilo kwa kweli ni jengo la kumbukumbu nzuri sana katika mambo ya kihistoria. Naomba lichuguliwe mheshimiwa mbunge liweze kufunguliwa. Mambo mengine ya kihistoria kama ulivyoweza kuzungumza, na mimi nilikuwa mwalimu wa historia. Naomba pengine, mheshimiwa diwani na mheshimiwa mbunge, yapo mengine yako kwenye uwezo wa diwani. Kuna kisime cha Jeremani kimejengwa na mawe kutoka chini. Hiyo ni moja ya kumbukumbu kumbu nzuri sana ya Jerumani walipofika katika kijiji hiki cha Kenya. Naomba hayo labda yachukuliwe ya. Asante mimi eh, kwa jina naitwa Patrice Lazaro. Mimi nikushukuru mheshimiwa mbunge kwa ujio wako pamoja na mheshimiwa diwani. Mimi niende moja kwa moja kwenye hoja. Mimi hoja yangu iko pale shule ya msingi kama tunavyojua kijiji cha Kimbwi kilivyo, alivyosema mwenyekiti wa kijiji kwamba kijiji kinazidi kupanuka. Hata hivyo shule inazidi kuwa na wanafunzi wengi. Ukichukulia sasa hivi shule ya Kimbwi ina wanafunzi zaidi ya 800 na kitu kuelekea elfu moja, lakini ukiingia pale unakuta walimu wako nane tu, na kiutaratibu wanasema kwamba mwalimu anatakiwa adhibiti watoto 45. Sasa ukienda kuangalia hapo inakuwa ni upungufu sana wa walimu. Sasa, Mheshimiwa Mbunge, ningependa nikuombe kwamba ulipeleke hilo na ikiwezekana tupatiwe walimu waongezewe hapa Kimbwi. Tuna upungufu sana wa walimu. Asante sana mheshimiwa. Yesu asifiwe. <tune> <tune> <-s> <tune> <tune> <tune> Mimi kwa jina naitwa Janet Ali. Sasa kero ane mwifairo mwenyaro. Kero i ni maji. Nene fani nuki kakuko gonyu wagu na bibi wako gonyu wa maji ogi dinko

kimbu yetu tunayo mabao mawili. Ukiangalia ndani ya mabao mawili maji yanayotumika kufanya utaratibu wa mazao yanatumika mang'onyi. Ningelikuomba kama kuna uwezekano tupewe bomba la kutoka mianji kupandisha maji kijijini ili tupate uwezekano wa kilimo cha umwagiliaji wakati wa kiangazi kwa maana maji yanatumika Mang'onyi, yanafaidisha wana Mang'onyi. Sisi tumekaa bure na tuna maji. La kwangu ndio hiyo, Mheshimiwa Mbunge Shabani Ramadhani. Moja mbili, kwanza nataka moja ni daraja Umesahau ushuru ambayo sasa hivi wananchi wanatoa ushuru wa samaki, alafu samaki wenyewe kwanza hamna. Au pili, swali la tatu, ule ushuru unaenda wapi? Kwa sababu kama kwenye mahali ya kijiji tujue, naenda kwenye sehemu gani? Swali la tatu ile kwani hoja, swali la tatu, tunataka tuulize hivi kuna wazee wametoa hoja pebalako kwa sababu kuna ya maji hazina azihudumia wananchi wote. Nashukuru sana kwa kupata nafasi hii, mi na swali ndogo sana kwa mheshimiwa mbunge. Mimi nafikiri madiwani mabunge wapita wengi hadisi yao ni daraja, wanapiga kanea, wanaongea vizuri. Je, na kuuliza umegundua siri gani kutengenezea naishia Asante kwa majina yangu, naitwa ladi Gamuro. Mimi na hoja kama mbili tu. Mimi ni mmoja wa vijana ambaye nimezaliwa hapa Kimbwi. Sisi kama vijana, nataka nisemee kwa upande wa vijana, ki sisi, changamoto yetu vijana, tulio wengi, fursa ni nyingi, tunataka tupande, tunataka tuandishe biashara zetu ndogo ndogo, lakini changamoto iliyopo vijana hatuna mitaji. Ningeomba Mheshimiwa Mbunge, ukatusemee kule mbele tuweze kupata ufadhili wa waku, kupatiwa mikopo wenye riba nafuu, isiwe kama kausha damu. Kwa mfano, tukipatiwa hiyo mikopo iwe na asilimia ndogo, iwe hata asilimia moja, ili kusaidia vijana ku, kuondokana na wimbi la umaskini. Lingine nilikuwa nataka nitoe ni, ni, ni hoja moja sisi hapa Kimbwi tumebarikiwa ili bwawa la Myanji. Bwawa la Myanji ni fursa, ni fursa kubwa sana. Ningeomba sisi kama jamii ya Kimbwi, ni wakulima wazuri wa mazao mbalimbali ya biashara ikiwemo alizeti. Sasa nilikuwa naomba tuweze kupatiwa, ukatutolee hoja zetu kule mbele tuweze kupata wafadhili ambao wanaweza kutujengea viwanda hata bi, kiwanda kidogo tu cha kusindika nini mafuta ya alizeti ambacho kinaweza kikaajiri kika vijana hata mia mbili, tukaepukana na na masikini kwenye kijiji chetu. Asante, asante. <laughs>

na ndugu yetu Francis ambaye ndo mwenyekiti wetu hapa. Mwingine ndugu yangu au mzee wangu bwana eh, Thomas wa jina eh, Mhotia. Huyo ni baba yangu kabisa, lakini yuko bwana Patrici. Kuna dada yangu mama yangu anaitwa Janet Federico. Kuna Johni Donata kuna Shabani Ramadhani, Marco Matias, Ledga, Maria Alberto, Daniel Joni na ndugu yetu Richard Marco ambaye alimalizia kwa kuulizia manufaa ama unu, unu, unufishaji wa hili bwawa letu la Kimbwi kwa maana ya wakazi wa Kimbwi. Yapo mengi yamezungumzwa na hapo mengi yamehojiwa, lakini hapa, wakati tuko hapa, nimepokea message kutoka wilayani. Afisa maendeleo amenitumia message hii hapa anani, ananitumia message, ngoja niwasomee. Inasema hivi: kiongozi, naomba nafasi yako Jumatatu saa nne kwenye, kwenye hafla ya utoaji mikopo kwa vikundi. Meseji imeingia saa kumi na dakika hamsini na tatu. Akaendelea kusema kiongozi, naomba nafasi yako Jumatatu tatu tarehe ishirini na mbili Disemba saa nne kwenye, kwenye hafla ya utoaji mikopo kwa vikundi katika ukumbi wa halmashauri. Kwa hiyo mmeona hii inajibu baadhi ya nini ya hoja ambazo tumeziweka sasa, huenda cha kushangaza pengine kimbwi isiwe na kikundi si ndio eh? kimbwi kuna kikundi wangapi wenye kikundi na wangapi ni miongoni mwa wanufaika ambao naenda kuhudhuria hiyo hafla ya wanaopewa hiyo mikopo ya halmashauri kuna mtoa hoja mmoja akasema kwamba anaomba mikopo ile ambayo ina asilimia chache ili wakinamama vijana na wale wenye ulemavu wawezi kupatiwa hii mikopo. Ipo kisheria na mama Samia anaitoa hii mikopo, kwa hiyo swala ni kujiandikisha kwenye vikundi. anapewa taarifa hapa, kuna vikundi kama vinne, ambapo tayari vimeshakuwa kwenye mchakato. Kwa hiyo nitafurahi sana kama kesho nitakutana nao pia, hiyo kesho kutwa Jumatatu, kama nitakutana nao wakiwa wanufaika kupatiwa mikopo. Kwa hiyo ndugu zangu, hizo fedha zipo na huyu mkuu wa msafara amesema kuna pesa ama alivyoelezea huyu kijana, kuna fedha huwa zinarudi kwa sababu watu wa hawaombi, na nikwambie bwana Bwana Daniel kwamba hiyo mikopo haina riba, haina riba. Wewe ulisema angalau riba ya asilimia mbili hiyo haina nini? Haina. Kwa hiyo wakina mama, wakina mama, mitaji ipo, undeni vikundi. Vijana, mitaji ipo, undeni vikundi. Afisa maendeleo wakata ndo kazi yake hiyo, mnamfahamu au mfahamu? Watu wa Kimbwi, mnamfahamu afisa maendeleo au mfahamu? Mtendaji, si upo Alisha kuja na ametoa semina mm. na hivi vikundi ameviunda hapa hapa kijiji cha Kimbwi, ameunda vikundi vinne ambavyo vimesajiliwa kisheria na alishapeleka mapendekezo kule wilayani, ila pesa bado tu hazijaingia kwenye akaunti za vile vikundi. Kwa hiyo afisa maendeleo kumbe yupo anafanya kazi vizuri, si sindio? Watu wa, wa Kimbwi, mbona amwitikii awamfahamu Hamfahamu. Sasa mtendaji, hakikisha watu wanamfahamu huyo, huyo, huyo afisa maendeleo. Jinsi ulivyoagiza Mheshimiwa Mbunge, tutaitisha mkutano na yeye, nitamkaribisha kwa ajili ya kuja kutafuta. Mkaribishe aje awaelekeze hawa watu, awape elimu ni namna gani hawa mama zangu wanapata hiyo mikopo, ili waweze kujikwamua kiuchumi, waweze kufanya biashara, waweze kufanya uwekezaji, ili wapate fedha za kuleta maendeleo. Kwa hiyo, hilo swala la la mikopo nadhani nimejibu kwa namna yake, lakini pia mambo mengi yamezungumzwa. Kama nilivyowaambia, habari ya sekondari, alizungumza mwenyekiti hapa, na kuna mjumbe mwingine naye alizungumza hilo jambo. Cha kwanza, kijiji kikae kitafute eneo, kiridhie kwa pamoja, maanake wasio akachukua maeneo ya watu baadaye kama mgogoro mwingine. Kwa hiyo mridhie kwa pamoja, mtakaporidhia kwa pamoja basi mtaandika andiko na hilo andiko litafuata utaratibu kama taratibu zingine, litatufikia na sisi tutaanza kuchakata na kuona tutie nguvu sehemu gani. Kwa taarifa, mheshimiwa mbunge, eneo lilishatengwa lilishapitishwa na mkutano mkuu wa hadhara na mkurugenzi ana taarifa, pamoja na idara ya ardhi tarehe ina taarifa na walishafika pale kwa ajili ya kupima bila, walishapima eneo la kituo cha afya walishatupa hati, imebaki tu lile mheshimiwa. Kwa hiyo mnaona mambo yanaenda vizuri, kumbe tayari nyinyi mko mbele ya muda. Basi hayo tutayachukua na mheshimiwa diwani hapa na Helena, ameenda wapi na Helena hapa, tutayachukua pamoja na wataalamu kutoka halmashauri kwenda kuyafuatilia ili yaweze kutekelezwa. Ndugu zangu, tumechukua mambo mengi, mengine amezungumzwa kuhusiana na no umeme, amekwisha kujibiwa, ila tutatia mkazo kusisitiza umeme ufike katika maeneo yetu kila kitongoji, kama mama yangu pale alivyoweza kusisitiza kwamba kitongoji cha unyang'ongo umeme kule haujafika kwao. Tutapambana kuhakikisha umeme unafika tena kwa wakati, kwa sababu ni sera ya nchi, lakini pia ni ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa na sisi lazima tusimamie. Lakini pia kuhusiana na, na michezo kuvumbua vipaji sasa. Michezo hapa ndo mali pake, kwa hiyo wewe kuwa na subira tu, ila uwe na timu nzuri ya mpira, uwe na timu nzuri ya, ya mpira. Najua mkicheza, mkicheza na siu lazima mpigwe tu, mkicheza na siu lazima lazima mpigwe tu. Kwa hiyo wewe tengeneza timu yako vizuri, ya andaa mapema tukishamaliza kuvuna tu utakuwa na ligi moja kubwa sana ya jimbo. kwaandaa vijana wako washiriki vizuri, lakini wasije wakanaibisha eh, nilipotoka huko tena wapigwe, itakuwa sio sio vizuri kwao. andaa hawa, lakini pia nilikuwa natamani na vile vikundi mbalimbali mbali vya ngoma za asili kama vipo, pia tuangalie namna gani ya kuvisajili ili tu, tukiandaa tamasha la michezo, tamasha la kiutamaduni basi na vyenyewe viwe miongoni mwa vikundi ambavyo vitafanya shughuli iweze kuwa nzuri. Kwa hiyo ni kwa nafikiria katika namna hiyo. Lakini mengine yamezungumzwa, bwana bwanapa yamezungumza habari ya upungufu wa elimu. Wa nadhani hilo limekusha tolewa ufafanuzi. E, kilimo cha umwagiliaji kupitia bwawa letu imezungumzwa. E, daraja tumeshalizungumza. Nadhani mengi tumeshazungumza. Kwa hiyo hayo machache, ndugu zangu, yale ya kuyachukua tunayachukua, yale ya kwenda halmashauri tunayapeleka halmashauri, na yale ya kuyapeleka bungeni basi, mimi nayabeba, nayapeleka bungeni, kwa maana ya bajeti, fedha ije halmashauri, ili halmashauri iweze kutekeleza haya ambayo tumeyasema.